kwamba wana busara, tumekuwa nadirie na msibe wa muda mrefu tangu dunia hii kuumbwa, na sisi hatukutaka tuwekwe na dini ya hizini. Tungejua madini haya yangekuwa chanzo cha kifo chetu, tungejua madini haya yangekuwa chanzo cha kumwaga damu ya vijana wetu Tunatangazia zibate ndegi zibatindeje na miti, sisi tunauawa, wao wanachukua dhahabu. Mheshimiwa Rais, watu hawa. Tuna ziwa Victoria, huku ndo samaki watamu wanatoka, lakini nyavu zetu zinachomwa moto, na moja ya mataifa yaliyoongoza zoezi hilo ni Magufuri. Tunasanasa kata yetu tuliye mwamini, ndugu yetu tuliye mwamini, anaongea lugha ya kwetu ya Kisukuma. Tulitegemea teza kutetea wachimbaji wadogo wadogo, tulitegemea teza kutetea wafugaji lakini serikali ya sisi imesema haina eneo kwa wafugaji, lakini ina eneo kwa ajili ya wawekezaji, ina eneo kwa ajili ya kuwapa Warabu, ina eneo kwa ajili ya kuwapa Makaburu, ina eneo kwa ajili ya kuwapa matajiri. Ng'ombe ndio benki yetu. Ukiuguliwa unaingia zizini, mtoto akitaka kuoa unaenda zizini, mtoto akifaulu unaenda zizini, ukitaka kulima unaenda zizini. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, wafanyakazi hawako huru. Wafanyakazi jimbo la Busanda na Gaita kwa ujumla hawako huru, wanatuishiwa. Mkapo alipokuja kuuya juzi, amewatishia watumishi wa serikali wengi kupenda walimu wametishiwa, polisi wametishiwa, watendaji wametishiwa, wakata. Kuna maumivu makubwa kwenye ofisi za watumishi, wamevikwa msalaba mzito wa kulazimisha kupenda kilichopendeka. Wanataka wapenyo, wapende Magufuli mahaba na wewe, wanalazimishwa mpende Magufuri. Ni mapenzi ni ya lazima, ndoa ya lazima, baada ya hapo